Tunaanza taarifa zetu na habari za tanzia ambapo watu wawili wamefariki papo hapo na mmoja kukimbizwa katika hospitali ya Mariakani baada ya ajali iliyohusisha pikipiki na malori mawili katika kituo cha mabasi cha Magongo Mazeras, barabara kuu ya kutoka Mombasa kuelekea Nairobi. Walioshuhudia ajali hiyo wamesema kwamba pikipiki ambayo ilikuwa imebeba abiria wawili iligonga lori ambalo lilikuwa likitoka Mariakani kuelekea Kasemeni, kisha lori lililokuwa nyuma likawakanyaga. Afisa wa polisi na ambaye ni msimamizi wa kitengo cha trafiki Francis Kibore amethibitisha ajali hiyo na akatoa tahadhari kwa madereva kuwa macho wanapokuwa barabarani, hasa maeneo hayo yaliyofanyika ajali, kwamba ni mahali hatari, hivyo basi madereva wanastahili kuwa waangalifu. Na ajali hiyo imesababisha msongamano mkubwa wa magari kwa muda wa masaa mawili, na miili ya waliofariki imesafirishwa hadi chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali kuu ya mkoa Pwani.